Mpendwa mtazamaji ni Dominika ya 29 ya mwaka chee wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ile ya kumi na saba aya ya 8 hadi ya kumi na tatu na somo la pili linatoka eh, kwa waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timoteo sura ile ya tatu aya kumi na nne na e, sura ile ya nne aya ya pili Injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi ya nane Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, Palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui zangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu, je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataona imani duniani? Neno la Bwana. Sifa kwako E Kristo. Mpendwa mtazamaji, tuanze na somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Kutoka, katika kitabu cha Kutoka sura ile ya kumi na saba tunakutana na habari ya vita vya wana wa Israeli katika safari yao ya kuelekea ile nchi ya ahadi. Kama taifa wanakutana na vita ya kwanza, na vita hii Amaleki wanaibuka kwanza kuwaua wana wa Israeli katika vita hii ambayo unakutana nayo Mungu mwenyewe ndio alikuwa analiongoza taifa hili. Usisahau kwamba Mwenyezi Mungu ndio alianisha safari hii kwamba wapite jangwani, wasipite ile njia ya mkato. Mbele Mwenyezi Mungu alikuwa amewatangulia wana wa Israeli kwa wingu ambalo mchana alikuwa anaonekana na wingu, na usiku ikaonekana nguzo ya moto. Wakiwa jangwani hawakuhitaji mwanga mwingine. Mungu alikuwa ni mwanga kwao. Sasa katika safari hii, Amaleki wanaibuka kuweza kuwaua taifa la mwenyezi Mungu ambayo lilikuwa wanaenda katika nchi, katika mafanikio wanaenda kwenye mafanikio yao. Hasa jaribio hili la Amaleki la kutaka kuweza kupigana na Israeli lilikuja kwa sababu kubwa mbili na sababu hizo ni hizi. Katika kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na saba aya ya kwanza mpaka ya nane inazungumza dhambi ambayo wana wa Israeli waliifanya. Dhambi yenyewe ilikuwa ni ya manung'uniko, wakiwa kule jangwani walimnung'unikia Mungu, wakamnung'unikia na Musa, wakaibuka juu ya Musa wakamkuda kwamba kwa nini umetuleta huku jangwani kutuua sisi na mifugo yetu na watoto wetu, mahali ambapo hakuna maji. Na Musa akaenda akamlilia Bwana, ndio habari za ile maji ya Masa na Meriba, akapiga mwamba maji yakatoka. Sasa kitendo cha wana wa Israeli kuingia katika dhambi ya manunguniko, wakajitamkia wao wenyewe kwamba umetuleta jangwani, wakati sio Musa aliyowaleta jangwani, ni Mungu ndiye aliyowapeleka jangwani. Ni Mungu aliwapitisha katika njia hiyo, sio Musa. Wakawa wamemkosea mwenyezi Mungu, mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kuwapatia maji jangwani kule, kule ndipo akaibua Amaleki wakaja. Mpendwa mtazamaji, Amaleki ni nani? Amaleki katika historia ya kitabu cha Mwanzo kinazungumza kwamba Amaleki walikuwa ni wajukuu wa Esau. Esau alikuwa ni nani? Esau alikuwa ni kaka mkubwa wa Yakobo, ambao katika historia inazungumza kwamba walikuwa watoto wawili wa Isaka, ambao mkubwa alikuwa ni Esau na mdogo alikuwa anaitwa Yakobo. Yakobo aliiba baraka za kaka yake akakimbia, na alivyokimbia kwenda kwa mjomba wake Labani, huku nyuma huyo Esau akazungumza ndani ya nafsi yake kwamba siku itafika, mdogo wangu huyu Yakobo nitakavyomwona, lazima nimuue. Kwa hiyo ulikuwa ni uovu ambao walipokutana Esau na Yakobo hawakupatana katika hiyo, ule uovu ukatoka kwa mtoto wa Esau ukaenda hadi kwa mjukuu. Tunajifunza kitu gani? Kuna mabaya ambayo yanaweza kaa na kukuta katika safari yako ya maisha ndugu zako wanataka kuweza kukuua, wanaibuka na wewe katika kila safari yako ya mafanikio. Uovu unaibuka juu yako wewe, si kwa sababu umemkosea Mwenyezi Mungu, bali ni uovu ambao upo unatiririka kwenye kizazi, kwenye damu ya kizazi. Labda babu na babu waligombana huko, na wewe unaweza kuja kukutana na ubaya ule. Amaleki walikuwa ni wajukuu wa Isau kwa sababu Amaleki hawakupatana na Yakobo, ule uovu ukatiririka ukawa unatembea kwenye damu hasa wanakuja kuwategeshea wana Waisraeli katika njia ya kwenda kwenye mafanikio. Ndipo sasa Amaleki anakuja kuja kulipiza kile kisasi, na Mwenyezi Mungu anamwibua Amaleki aje alipize kile kisasi, aje awapige wana Waisraeli kwa sababu Israeli walimnungunikia Mwenyezi Mungu, walikosa mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu. Je, kwa nini umekuwa na muda mwingi wa manunguniko katika njia ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia katika wito ambao Mwenyezi Mungu amekupatia? na umekuwa ukijitamkia maneno ya kufa ya vifo, ndio maana mapigo yanakuja katika safari hiyo. Na mara nyingine pia hadi taifa linaweza kuwa limepita katika suala zima la manunguniko, kumnungunikia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya viongozi ambao Mwenyezi Mungu amewapatia kama taifa Mungu alimwandaa Musa kwa viwango vikubwa sana kwa muda mrefu. Hamjui sadaka ambayo Mwenyezi Mungu alitoa kuweza kumwandaa huyu Musa, alivyokuwa katika jumba lile la Farao kwa muda wa miaka 40. akakaa jangwani kwa muda wa miaka 40, manake miaka 80 Mwenyezi Mungu anamwandaa na baadae, Mwenyezi Mungu ndo anamtoa jangwani kuja kuongoza taifa kwenda katika mafanikio. Watu wakaingia katika manunguniko kwa sababu ya njia ambayo Mwenyezi Mungu amewapitisha. Wakaanza kunena maneno mabaya juu ya viongozi wa kitaifa juu ya makuhani wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndio akaamua kuibua sasa roho ya mareki waweze kuangamiza taifa. Linapigwa kwa sababu ya manung'uniko, taifa laweza kupigwa likapigwa sana na baadhi ya ndugu. Usisahau kwamba Amaleki ni ndugu yake Israeli, ni ndugu hawa. Ndugu akaanza kuwapiga, wanakupiga kwa sababu ya mafanikio. Unapoelekea kwenye mafanikio, unapigwa kwa sababu ya manung'uniko. Tuwache dhambi ya manung'uniko. Tuache dhambi ya kuwasema vibaya viongozi. Umepewa kiongozi wako wa kiroho sehemu, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu katika maandalizi ya kuweza kumwandaa huyo kiongozi hukushirikiana na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekuletea tu. Tunapewa viongozi wazuri, tunashindwa kuweza kuwalinda, tunaingia katika manunguniko, kiongozi gani? Na hakuna kipindi ambacho kiongozi yote wa nchi aliweza kupendwa, ni manunguniko tu. Tujifunze kwa sababu katika hali hiyo Amalaki ataibuka, atapiga uovu umeingia ndani ya kambi, Israeli wanapigwa na staili ile ya Amaleki ya kuweza kuwapiga wana wa Israeli. Alikuwa anawapiga wale wote ambao walikuwa wameachwa nyuma, wale ambao walikuwa ni wanyonge, wale ambao walikuwa wanazimia katika safari hiyo na wale ambao walikuwa hawamchi Mungu. Na lengo la Amaleki kuweza kuwapiga hawa waliokuwa nyuma ilikuwa ni kwamba Israeli wasiangalie tena Mwenyezi Mungu, wasiangalie wasimwangalie Roho Mtakatifu aliyokuwa anaongoza, wasiliangalie lile wingu ambao alikuwa linawaongoza katika ile nchi ya ahadi, warudi nyuma, waanze kutatua matatizo ya ndugu zao. Na kitendo ambacho wangerudi nyuma kwanza kuwaokoa hao ndugu zao ambao hawajiwezi, wa ambao wanaozimia, ambao hawamchi Mungu, kitendo hicho cha kuwacha wingu, Roho Mtakatifu, manaake walikuwa wanatoka katika ule mpango wa mwenyezi Mungu, na ndipo basi kifo chao kingetokea pale pale. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uwepo wa Musa katika ile safari. Musa akamwambia Yoshua, chagua watu toka, nenda kapigane na Waamaleki kesho. Na mimi, yaani Musa anasema nitasimama kwenye kile kilele na ile fimbo ya Musa nitakuwa nayo, nitakuwa nayo ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Tunajifunza kitu gani hapa? Tunajifunza juu ya wito wa Mwenyezi Mungu. Kila wakati Mwenyezi Mungu anatupatia watu, hawezi kuliacha taifa libaki hivi hivi. Angalia, Yoshua anasimama katika kupigana vita na Waamaleki, huyu Musa yeye anasimama katika maombi mbele za Mwenyezi Mungu, na wote wawili wanakuwa ni wahudumu wakubwa katika taifa la Israeli, kwamba taifa liweze kuvuka. Kwa Mwenyezi Mungu huwa anawaleta watu ili taifa liweze kuvuka, anawaleta wahudumu. Kuna wahudumu wengine kazi yao ni kuomba, kuna wahudumu wengine kazi yao ni kupigana vita, wapiganaji wa vita tokea ujana wao, ndio hao akina Yeshua. Na baadaye Musa anapanda kwenye kile kilima juu, ili kuweza kuishika ile fimbo ambayo alikuwa amepewa na Mwenyezi Mungu katika maombi, na alipokuwa amenyanyua ile fimbo ndipo wana wa Israeli walishinda kwenye ile vita, kwa sababu yeye alikuwa ni mwombaji, na usije ukasahau kingine, alikuwa ni kuhani. Akanyanyua mikono yake, alivyonyanyua ile mikono yake, wale wapiganaji walishinda ile vita. Na baadaye hapa basi, kuna kitu ambacho tunachojifunza, aliposhusha mikono, alipochoka Israeli walipigwa kwenye ile vita. Tunajifunza kitu gani? Rait, hawa amaleki wangetambua kwamba siri ya ushindi wa wana wa Israeli ilikuwa imefungwa kwa Musa kuinua mikono yake, wangeenda kwanza kule mlimani kushughulika na Musa. Hawakutambua siri hiyo. Ungetambua siri ya ushindi wako, ungetambua siri ya ushindi wa taifa katika kupita kwenye kila magumu, kwenye kila vita kuna makuhani wa Bwana ambao wamenyanyua mikono na hawaongei, wanasema tu Bwana, wamenyanyua mikono katika ukimya wako mlimani, wamejitenga na mambo mbalimbali, ndio taifa linasonga mbele. Ungetambua siri kwamba taifa linasonga mbele kwa sababu kuna watu usiku na mchana wamenyanyua mikono, tusingekuwa tunapiga kelele kiasi kama hicho. Tungetambua kwamba taifa hili kwamba linasonga mbele kwa sababu kuna akina Joshua usiku na mchana wapo kwenye mapigano, wanalipigania taifa hili tusingekuwa na maneno mengi kwa ajili ya kuweza kukashifu kila kitu kinachotokea. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watumishi waliopo. Baadaye akafika hatua huyu Musa akachoka, mikono yake ilikuwa ni mizito, lakini mikono ya Yeshua ilikuwa mepesi. Kuna kipindi watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao wanaonyenye mikono, mikono yao inakuwa ni mizito, wanachoka. Kumbuka wapo katika maombi, wamechoka, lakini wanaopigana kule chini mikono yao inakuwa ni mepesi. Ndipo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wale ambao waliokuwa wameambatana pamoja na Musa, yaani shemeji yake Musa ambayo alikuwa anaitwa eh, ambao alikuwepo al, al, mmoja wa watu muhimu sana kule juu kilimani. Hawa wakaamua kumsaidia Musa katika kuweza kushikilia ile mikono yake. Hawa walikuwa ni wale ambao walijitoa maisha yao katika kuhakikisha kwamba Musa mikono yake ambayo imekuwa ni mzito ananyanyua. Maana yake nini? Viongozi wa kiroho wanavyoshambuliwa, wanavyochoka, tuwainue. Tusiende kunyosha mikono kwa ajili ya viongozi wa kiroho kwamba angalia ameshusha mikono, tulikuwa tunajua, hujui kwamba kuna vita inaendelea. Na bahati nzuri kwa sababu huyu Musa alihitaji msaada, tuwainue, tuwainue na wenyewe hawa hawa ndugu zetu ambao walikuwa pale juu pamoja na Musa, na wenyewe walipochoka, wakaenda kuchukua mawe, walipochukua mawe wakaweka upande huu na upande huu, ndipo wakaweza kutegemeza. maana yake nini? Walifanya juhudi, wakaenda kuleta fedha. mawe ni fedha ambazo zikamsaidia Musa akae kule, na Musa akabakia mwaminifu. Tunajifunza nguvu ya maombi na Yoshua. Musa alipojinyua mikono, Yoshua akaangamiza Amaleki wote kwa ukali wa upanga, kwa sababu ya maombi ya huyu Musa. Katika Injili tunakutana na Yesu anazungumza maneno hayo, anasema kwamba imempasa kumwomba Mwenyezi Mungu siku zote na wala usije ukakata tamaa. Lazima uweze kuwa mtu wa maombi. Maombi ilikuwa ni sehemu mojawapo ya kitu muhimu sana katika katika taifa la wana wa Israeli walikuwa na muda wa maombi asubuhi saa kumi na mbili na saa sita mchana, saa tisa na saa kumi na mbili jioni na usiku, ilikuwa lazima waende kwenye maombi. Na mpaka sasa hivi ukienda kule Israeli kuna kundi la watu ambao hawabanduki katika e, lile hekalu, katika ule ukuta wa, wa, wa lile, e, lile hekalu la Sulemani, hawabanduki usiku na mchana, masaa ishirini na nne wanaomba mbele za mwenyezi Mungu. Yesu Kristo mwenyewe ratiba yake ilikuwa usiku wote ilikuwa lazima aende kuongea na baba yake katika maombi, akimwomba mwenyezi Mungu. Ndio maana alifanikiwa katika hiyo. Sasa anawaambia wanafunzi wake, imempasa kumwomba mwenyezi mungu siku zote. Maombi yana nguvu sana, na akasema usije ukakata tamaa. Anatolea mfano, anasema alikuwepo eh, hakimu mmoja aliyekuwa ni mpagani ambaye hamchi mwenyezi Mungu, na alikuwepo mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mjane na tunafahamu katika Biblia mjane, Mwenyezi Mungu ndio mume wake. Huyu mwanamke mjane akaenda kwa huyu hakimu akitaka ampatie haki yake. Inaonekana huyu mwanamke alifanyiwa dhuruma kama vile wajane wanavyofanyiwa dhuruma katika siku hizi. Huyu hakimu akasema, ijapokuwa si mchi Mungu na wala sijali watu, kwa sababu huyu mwanamke ananijia, ananiudhi, ananijia mara kwa mara, nitampatia haki yake. Maneno haya ni mazito, anasema ananichosha kwa kunijia daima. Kwa hiyo katika maombi usije ukachoka kwa kumwendea Mwenyezi Mungu daima. Anasema je, yeah, huyu sikiliza, huyu ambaye hakimu ni mwovu ametoa haki kwa yule mwanamke, je Mwenyezi Mungu hawezi kutupatia haki? Hawezi kuwapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Anapea Mwenyezi Mungu ni mvumilivu na ni kweli, angalia Mwenyezi Mungu pia aliwavumilia wana wa Israeli katika swala zima la vita. Usije ukasahau kwamba katika vita vile ambavyo walikuwa wanapigana na malaika Mwenyezi Mungu aliwapatia ushindi, ilikuwa ingawa walikuwa wana dhambi dhambi ya manunguniko, Mwenyezi Mungu aliwapatia ushindi juu ya malaika. Yani, Mwenyezi Mungu yeye ni mvumilivu. Tuna dhambi, ni wachafu, lakini tukiingia katika maombi, Mwenyezi Mungu anatupatia vitu vyetu. Yeye ni mvumilivu, anasema hawezi kutupatia. Kuna kipindi taifa linaweza likawa linapita katika mazingira magumu Nguvu itakayoweza kuifanya taifa liweze kuvuka ni maombi, ni maombi tu. Maombi yana nguvu. Hakuna tena kubakia katika suala zima la manung'uniko, kunung'unikia hali mbaya hivi na hivi na hivi, ingie kwenye maombi, na tukiingia kwenye maombi kama taifa, taifa litavuka na kila aina ya ubaya. Roho ya Amaleki ipo, ambayo kazi yake ni kuangamiza taifa, na usije ukasahau Amaleki, Amaleki ni ndugu ndugu zetu ambao tuko nao wanaweza kaibuka kuweza kutuangamiza kulifanya taifa lichelewe kule. Ingawa Roho Mtakatifu yupo anayoliongoza taifa, mwanga upo. Tusije pia tukaacha katika kuweza kumwangalia Roho Mtakatifu tukaanza kushughulika na matatizo mbalimbali. Tudumu katika maombi, taifa litavuka. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.